Huu moto umeanza leo, ni siku ya tatu, na ulianzia ukanda wa Gabada ambayo iko kata ya Mogitu, lakini mpaka leo umekuja hadi kwenye eneo letu huko, na kwa kweli umeathiri mambo mengi, mlima umeungua maeneo kubwa kwa mazingira ya asilimia tunaweza kusema asilimia kubwa tumeweza kuudhibiti huu moto ambao usiweze kufika kwenye misitu ambayo iko karibu na makazi, na kwa upande wa makazi kwa kweli eneo liko salama, lakini moto unaelekea juu ya mlima ambapo tumekutana na changamoto nyingi. Lakini Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tukishirikiana na wananchi, tukishirikiana na watu wa TFS, tukishirikiana na skauti, tukishirikiana na mgambo tumefanya kazi mpaka sasa hivi, hakuna madhara yoyote ambayo yamepelekea huu moto kufika kwenye makazi. E, madhara makubwa ni bado kwenye eneo la hifadhi ambako inakadiriwa zaidi ya hekta 170 ndizo zilizoathirika. Juhudi zinaendelea, zinaendelea za mapambano ya dhidi ya moto huo na tunaelekea kufanikiwa kwa sasa. Nichukue nafasi hii kuwapa pole sana wananchi wa wilaya Hanang haswa walioko jirani na mlima wetu wa Hanang', lakini tunaendelea kuishukuru serikali kwa hatua za awali za uzimaji wa mlima na tunaendelea kuziona jitihada za kuja kuuzima mlima wote kwa wakati. Na jana huko mlimani tulipandisha vijana zaidi ya mia mbili wa mgambo pamoja na wanavijiji kwa ajili ya kulima kwa ajili ya kuuzima, lakini kadi tunavyoenda kuuzima ndivyo unavyozidi kuibukia kwenye makorongo. Kwa hiyo kazi ni kubwa sana ya kuuzima ule, ule moto. Japo tutauzima serikali tutauzima huo moto, lakini naomba nitoe rai kwenu, tulinde huo mlima na wote ambao tuko vijiji ambavyo vimezunguka mlima huu ndio tuwe walinzi wa kwanza.